Wacha sha wachukue hii percentage nyinyi, mchukue hii percentage na kumanage mgonjwa, kwa sababu amekuja katika camp, tutampa afueni fulani kele simu zini na uzapoa maagizo na daktari. Ukipoa maagizo na daktari na um, simu zini ukale na kisoi Usivihende kala umukongo. Sasa mimi nashukuru kwa ujeo wenu, kama uko na mgonjwa kule nyumbani mwambie aje, umanya mara ngine kuro kuwadhwa pia ni tototo. Ukipoa information kuhusu ule ugonjwa utaudhibiti kivipi, pia hiyo ni vizuri kwa sababu la kuwa huko na hiyo nafasi. Na kalenda dimikika pia ufuatilie na kujijua mwili wako, kusikiza na uweze kufuata matibabu. Nataka pia kusema ya kwamba nashukuru sana. Kwa um, pwani Pwani University, Pwani University kutupa hii sehemu ambayo tunaita nyumbani kwa sasa. Wametupa mahali ambao tunaweza kuwa na kongamano na kufanya hii shughuli, hilo peke yake, Mungu awabariki. Na I want to say this uh, Prof. Shauri, for purposes of planning, na labda nitalisema hapa lakini litakuwa na mashauri zaidi. Kuna forum inaitwa Coconut World Coconut uh, Forum ambao dunia nzima ilikutana nafikiri, Vietnam kwa juu ya mnazi. I'm pushing through the foundation kama tunaweza pewa African Coconut Forum ambayo ni Afrika nzima na dunia nzima, ikaja ikaja ikazungumza kuhusu mnazi, ikazungumza kuhusu value addition na kuleta investors ili kwamba kuwe kuna viwanda vya kupromote mnazi kutoka kupandwa kwake, kuvuniwa kwake na zile products. Katika dunia nzima mnazi una 91 products from dyes, medicinal, mvinyo na mambo mengi katika upishi especially nutrition na mambo ya hospitality. Kwa hivyo hata construction. Kwa hivyo ile value addition tukileta hapa labda 102 people na katika kuongea na utafiti there are some few companies kutoka Vietnam ambazo zimekithiri. India is very big in coconut and everything. Kwa hivyo kama itafika hapo, labda kwa sababu ya kuambatanisha Uh, makubaliano yenu na Coco FM, eh, nikiwa pia hiyo you can run with it kama institute ya utafiti pia. And it's very good if you can have, uh, that space. The other issue ambayo pia I know imeiva, na labda nitakudokezea ni cassava forum, world cassava forum. Tunajaribu kuleta world cassava forum ni sisi na Nigeria ndio ambao tunapingana. I'm really trying to push it comes to Kenya. Nigeria pia wana, wana, wana, wana, wana, they are very strong and big on cassava. Uh, Ghana pia Uh, lakini kama itawezekana waje huku itakuwa vizuri. Hata tukikosa mwaka huu I know next year it's possible, tunaweza kupata huko coconut na cassava um, forum ambao ni mazao ya pwani. Kuna mnazi ni mkubwa kwetu, na kasava ni mkubwa kwetu. Of course, uh, forums za kuhusu bahari na vingine. Uh, Coco FM, ladha ya pwani.